Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imevipiga marufuku vyombo vya habari kuripoti shughuli za Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuwahoji wanachama wa chama chake. Haya yanajiri baada ya Joseph Kabila kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita, huku akiwa na mvutano mkali kati yake na serikali inayoongozwa na mrithi wake, Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka zinashinikiza kumfungulia mashtaka Bwana Kabila huku kukiwa na tuhuma za uhaini na madai ya kuwa na uhusiano na waasi wa M23, ambao wamekuwa wakipigana na jeshi, jambo ambalo Kabila amelikanusha hapo awali. recul de la hata hivyo, ukiukaji wa marufuku hiyo unaweza kusababisha kusimamishwa alisema mkuu wa udhibiti wa vyombo vya habari nchini DRC Bwana Christian Bosembe. Ikijibu tangazo la taasisi hiyo, msemaji wa M23 alisema vyombo vya habari katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake havitatii marufuku hiyo. Kevin Sewe, Mwanzo TV.